Shalom shalom, karibu tena rafiki yangu mwimbaji na mwanamuziki, tuzungumze maswala haya kuhusiana na muziki na uimbaji. Na leo hii ningependa nizungumze na wewe mwimbaji ama mwanamuziki, jinsi unavyoweza kuichochea huduma yako ya uimbaji ambayo ulikuwa nayo hapo zamani. Inaelekea leo hii kuna majukumu mengi ya kimaisha, masumbufu ya maisha, mishe mishe tu za hapa na pale za kidunia, ambazo zinakufanya unashindwa tena kujikita kwenye huduma yako ya uimbaji. Sasa napenda nizungumze na wewe mambo ambayo atakusaidia tena kuiwisha ama kukuwezesha kurudi katika huduma yako ya uimbaji ama huduma yako ya muziki na uimbaji. Jambo la kwanza kabisa, fanya mazoezi binafsi. Fanya mazoezi binafsi au jiunge na kundi la uimbaji kama kwaya ama praise team hapo kanisani kwako, katika kanisa analoabudu. Hapo unaweza ukajiunga na hayo makundi, lakini kama ratiba zako ziko ngumu sana, huwezi kujiunga na hayo makundi, unaweza ukaamua kuwa mwimbaji binafsi. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo fanya mazoezi, jiunge na kwaya ama praise team, lakini pia unaweza ukaamua kuwa mwimbaji binafsi. Jambo la pili, kama una kipawa cha uandishi wa nyimbo, anza kuandika nyimbo. Andika nyimbo hata mistari miwili ama andika korasi na kama umeshindwa kuendelea basi, unaweza ukauchukua wimbo wako ukapeleka kwenye kundi lako, ama ukaonana na mtaalamu wa muziki ama mwalimu wa muziki, naye ataweza kukusaidia ili kwamba muweze kuukamilisha huo wimbo kulingana na wewe, eh, kile kitu ambacho Mungu ameweka moyoni mwako. Una idea gani kuhusiana na huo wimbo? Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu, kumbuka sala, maombi pamoja na kusoma neno la Mungu. Hiki ni kitu muhimu sana kwa sababu jambo hili litakupa wewe mafunuo na Mungu ataweza kukupa jumbe nyingi sana za kuweza kuzungumza na watu wake kupitia nyimbo. Kwa hiyo unapokuwa msomaji wa neno, mwombaji eh, ni jambo la muhimu sana lakini pia kiujumla, kuwa na mwenendo mzuri pamoja na kuwa na maisha ya utaua na utakatifu. Na jambo la nne, umesha upata wimbo wako sasa, utengenezee biti, utengeneza biti ya huo wimbo ili kwamba uweze kuufanyia mazoezi lakini pia unaweza ukakutana na wanamuziki wapiga vyombo, na maanisha ukafanya nao mazoezi huo wimbo ambao ulikuwa umeuandika, na baada ya hapo pia mtaweza kushauriana nini kifanyike katika huo wimbo. Kwa hiyo hatua hiyo ukikamilisha, sasa hatua ya tano ni ingia studio, rekodi wimbo wako. Kwa hiyo unaweza kurekodi wewe na kundi lako ama ukarekodi wewe kama wewe yani wewe kama mwimbaji binafsi. Kwa hiyo rekodi wimbo wako. kitu cha sita Ukisha rekodi shea na marafiki, wape marafiki huwo wa wimbo wako, watumie, waambie wausikilize. Na wakishausikiliza, pia utaweza kupata maoni yao, na utajua basi, wakati mwingine pia uweze kuongeza nini ama uweze kujiimarisha vipi ili uweze kufanyia e, kazi nzuri zaidi. Na kitu cha saba, imba, kaimbe kwenye kusanyiko la watu wa Mungu hapo kanisani kwako. Na unapoimba pia unaweza kuta Mungu akamhudumia mtu kupitia huo wa wimbo wako ambao unaimba. Aidha, Mungu anaweza akakuinulia watu ambao wataguswa na uimbaji wako, wataguswa na kipawa chako, pia akakuinulia hao watu ili waweze kukusapoti katika huduma yako. Na kitu cha nane, ukipenda kujiongeza, basi huu wimbo wako unaweza ukasambaza katika eh, mitandao ya kijamii, ukaupandisha YouTube ama ukausambaza katika online music platforms ambazo zile wanapokea nyimbo mbalimbali mbali, na kuziweka mtandaoni watu wanaweza kuzinunua huko. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ukausambaza wimbo wako eh, sehemu mbalimbali kwenye music platforms. Na jambo la tisa na la mwisho kabisa, yafanye mambo yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ukifanya kujionyesha ama kutaka sifa ama kutaka pesa ama mapato ya aibu, kwa njia hii unaweza ukajikuta huduma yako inaishia njiani, kwa sababu hapo Mungu tena anakuwa yupo, unatumia nguvu zako wewe kama wewe, kwa hiyo utajikuta unaishiwa nguvu, unaishia njiani, inabaki kuwa historia tu. Lakini ukimtanguliza Mungu, Mungu atakutia nguvu, kwa sababu hii ni huduma yake. Atakutia nguvu hata pale unapokutana na changamoto. Mungu atakupa nguvu za kuweza kusonga mbele na kuweza kukabiliana na changamoto, na mambo yote yatakuwa sawa. Basi nishukuru sana kwa kunisikiliza. Niliyekuwa nikizungumza nawe ni Jeremiah Wami, ni mwalimu na mwanamuziki, mwimbaji pia. Asante sana kwa kunisikiliza.